Like, na kucomment. Mahususi kabisa wa Tanzania kwa ujumla e, tumefurahia kwa kipekee kabisa uamuzi huu wa mahakama ya kimu mkazi Dar es Salaam iliyopo Kisutu kwa sababu kubwa moja, ni uamuzi ambao haukuwa mwepesi. Ni uamuzi ambao ulihitaji e, ushujaa e, wa mahakama. Katika hoja zetu tulialika mahakama e, iwe kubwa, yani we invite the court to be greater e, na tunashukuru kwamba mahakama imetusikiliza na tunaamini imejijengea heshima ya kipekee sana siku hii ya leo. Heshima hii ni kama akiba ambayo imejiwekea ambayo naamini itatumika kwa muda mrefu sana tu, kwa hiyo kwa kipekee kabisa tushukuru mahakama kwa ujasiri. Tumshukuru Mheshimiwa Muhini na tumwombee aendelee kuwa na ujasiri huo kwa sababu e, kesi hii kama tulivyosema inafuatiliwa na e, watu wote wa ndani na nje anini ya Tanzania, kwa hiyo heshima hiyo imejijengea ndani ya Tanzania tu hata nje ya Tanzania, kwa sababu wote mmeona kukua kuna toka mheshimiwa Lissu afikishwa mahakamani, umekuwa na international observers kutoka taasisi mbalimbali e, East African Law Society, mabalozi, kwa wale wote wanabeba e, reflection ya kwamba basi angalau e, mahakama zetu zinaweza kuwa na ujasiri ya, kwa hiyo kwa hilo tuna, tuna shukuru sana, lakini pia tuendelee kutoa wito kwa wale ambao tumewakemea hivi karibuni, tumesema wana tabia ya kuongea huko mabarabarani, basi waendelee kujionya kwa sababu eh, hiyo inaweza kuleta madhara katika mwenendo wa kesi. Wajionye sana eh, wameshamfikisha huyu mtu eh, kupitia kwa wahusika wa kisheria mahakamani, basi waache mahakama ifanye eh, kazi yao, halafu majibu yatakayotolewa sasa ndio wanaweza kwenda kuyazungumzia huko barabarani, eh, lakini pia eh, E, tuna report kwamba tulitoa ahadi kwamba tutapigania haki ya umma ya kusikiliza kesi kwa sababu e, ingeset a very bad precedent kwa Kiingereza, yani ingetoa misingi mibaya sana kwenda kwenda mbeleni, maanake ndio ungekuwa sasa ni ni mtindo kwa tuna tuliahidi kwamba tutapigania e, haki ya wananchi kushiriki kwa mjibu wa sheria ambayo sasa hizi ni maarufu kabisa, kifungu cha 103 kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, so, sura 20 iliyofanyiwa marekebisho ya 2022, kifungu ambacho kinatoa haki ya wananchi au umma kushiriki katika eh, mashauri ya, ya jinai ko kwa, tunafurahi kwamba tumetimiza hadhi yetu kwa ujumla wetu kama jopo. Kwa hiyo nafikiri at least katika aspect hiyo hatuna, hatuna deni eh, sasa. Eh, kunapokuwa na haki kuna responsibility pia. Kwa hiyo watu wetu tunawaomba eh, sababu masharti ya mahakama ni kwamba wale wanaokuja kuhudhuria wajikonduct properly, yaani wajitahidi kuwa na nidhamu. Sasa wasituangushe sisi ambao tumevuja jasho na damu mpaka kufikia uamuzi huu. Watakapohudhuria tarehe 19, e, waje kwa utulivu ili wasitoe kisingizio kwa mtu awaye yote kwamba unaona sasa tulikuwa tuna tunakwepa kitu kama hicho. Wajitahidi waje kwa wingi kadri busara na nafasi zinavyoelekeza, lakini e, watakapofika basi wajitahidi e, kubehave kama nilivyosema, ili wasituangushe sisi mawakili ambao tume e, tumefanya kazi ngumu kwenye mazingira magumu na e, tume, tume, tume, tumefikisha ile huduma hapa liko fika. Tunawashukuru pia waandishi wa habari e, kwamba pamoja na magumu yote ambayo mmepitia tunajua baadhi yenu mlikuwa mli, mli physical assaulted, mmezuiwa. Ya tunafahamu kwa mfano kuna mtu mmoja sitaki kumtaja jina yake alizuiwa kabisa na askari fulani kwamba wewe hutaruhusiwa kuingia. Nafahamu kwamba ame E, huko kazini kwake wamewasiliana na taasisi ambazo zilimzuia ame resolve, tuna kwamba, me, kwa lakini tunawashukuru kwamba mmekuwa steadfast na kwamba kesi kulikuwa kuna hatari ya kuendeshwa katika namna tuseme, tafsiri yetu ilikuwa ni ya kificho, lakini nyinyi mmetusaidia sana kudisseminate e, mwenendo huko nje, na mpaka kila mtu akafahamu. Kwa hiyo mchango wenu ni wa muhimu sana. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe